Ndugu waandishi wa habari, e, nichukue nafasi ya kipekee kwa kuweza kukutana na ninyi kwa sababu kama mnavyojua, tarehe 29 Oktoba ni siku ya kupiga kura. Kwa hiyo nimefika hapa ili kuwahabarisha wafugaji kote nchini kwamba tarehe 29 mwezi wa kumi wajitokeze kwa ajili ya kupiga kura ya mheshimiwa rais, wabunge pamoja na madiwani. Pamoja na hayo Ndugu waandishi wa habari, kuja mbele yenu, serikali kama mnavyojua imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo ndani ya miaka mine. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, bajeti ya wizara ya mifugo ilikuwa shilingi bilioni 169, lakini hadi leo bajeti inasoma bilioni 475. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa tumeshindwa kuuza mifugo kwenye mataifa makubwa ya nje kwa sababu mifugo ya Tanzania ilikuwa imekoswa chanjo. Kwa sababu hiyo, serikali imetenga bajeti ya shilingi bilioni 210 kuhakikisha mifugo yote inachanjwa, na mwaka huu tayari bilioni 69 tayari e, zimeshatoka na kazi inaendelea, na ndio maana nimekuja mbele yenu kuambieni na kuambia ndugu zangu wafugaji kote nchini, tujitokezeni tukapigeni kura, na kwenye chama chetu tuna wanachama zaidi ya milioni 4268 na ninapoongea hapa nafikiri wengi wengi wao watapata taarifa hiyo, wajitokeze wakapige kura, ili kura hiyo ndio itakuwa maisha yao ya miaka mitano ijayo. Kwa sababu lazima tuungane na serikali kwa pamoja, tuhakikishe tunakwenda kupiga kura. Lakini vijana wa kifugaji wasijitoke kwa mstari wa mbele kuwa ni sehemu ya vurugu. Kama mnavyojua mifugo ni benki inayotembea, mifugo haitaki kelele na serikali imetufanyia kazi kubwa. Tulikuwa na migogoro mingi ya wakulima na wafugaji, tulikuwa na migogoro kati ya wahifadhi wafu, na wafugaji, lakini migogoro hiyo yote tayari imeshatoweka e. Na sio hivyo tu, wafugaji walikuwa hawakopesheki, lakini leo zaidi ya wafugaji 18,313 ndani ya miaka minne tayari wameshapokea mikopo ya riba nafuu zaidi ya shilingi bilioni 106.9. Kwa maana hiyo tuna kila sababu ya kuungana na serikali kuhakikisha kura zinapigwa za kutosha, ili mheshimiwa rais ashinde kwa kura za kishindo, ili sasa tuhakikisha sasa e, mambo yale ambayo tunayohitaji ili yaweze kutekelezeka. Tumesikia kwenye kampeni mbalimbali mbali ambazo sera za mheshimiwa, e wagombea wamesema, mheshimiwa rais amesema atakapoingia madarakani atahakikisha zaidi ya hekta milioni sita zinatengwa kwa wafugaji kuhakikisha sasa kila mfugaji anamiliki ya ardhi yake, wafugaji wanapata maji ya kutosha wafugaji wanapata chanjo ya kutosha basi kwa kwetu sisi wafugaji kwa kweli tutakuwa hatuna jambo lingine lakini ukiangalia mauzo ya nje ya nyama wakati rais wa, alipoingia madarakani mauzo ya nyama yalikuwa ni tani elfu moja na mia saba lakini ndani ya miaka minne sasa tunaweza kuuza nje zaidi ya tani 14 ukiangalia kwenye sekta yetu kazi kubwa sana imefanyika lakini najua nimeongea na ninyi waandishi wa habari E, hawawezi wakokosa, watu wakosoaje, lakini hiyo ndio ukweli. Na tuambizani, hiyo ndio ukweli na ndio ukweli wenyewe, kwa sababu sisi tulikuwa tumebaki nyuma. La, tunampongeza lakini tunampa pole mheshimiwa rais, kwa kazi nzuri aliyofanya kwenye kampeni zake, na sisi tumeshiriki mwanzo hadi mwisho. Kwa kweli tumeona kampeni zimekwenda kwa kistarabu, na sisi sasa, niseme kwa wafugaji, naombeni sasa tarehe ishirini na tisa tujitokeze tukapige kura zaidi ya kule milioni nne laki mbili na 28 ziende zipigwe, na tumetoa hamasa kubwa katika maeneo mbalimbali. Tuna uongozi kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya kanda pamoja na taifa. Sisi sote tumesha tayari, vijana wetu wako katika maeneo yao, kazi inaendelea vizuri na na imani kubwa eh. Sisi wafugaji huwa hatuna maneno mengi, tarehe 30 mpaka tarehe moja mtasikia kishindo kikubwa ambacho kitatokea. Baada ya kusema haya, nawashukuruni sana na Mungu awabariki, kwa sababu ng'ombe, ng'ombe haina ugomvi na mtu yoyote na sisi kama unajua, sisi wafugaji sisi tunashughulika na masuala ya ya ya ufugaji tu. Kwa hiyo mimi nitoo rai kwa, kwa, kwa vijana wenzangu tuache kuingia barabarani, lakini ni aibu kubwa kama taifa vijana wadogo wanang'ang'ania madaraka ambayo hata umri wao hauja, hauja, haujaweza kuwafikia kuongoza mamlaka makubwa kama ya nchi. Mi nimeshakuwa mwenyekiti wa wazazi wa mkoa wa Mara mwaka 2017 na 22 na ndo maana napata ujasiri mkubwa sana kuweza kuzungumza hata na nyinyi. Sisi kwa upande wetu wala hakuna mfugaji yoyote, watu watakwenda kupiga kura asubuhi na tumejipanga vizuri Tumejipanga vizuri ndio maana leo nimesema tuna wafugaji tuna ambao tumesajili kwenye database yetu ya wafugaji milioni nne na laki mbili na, na hizi kura zitakwenda kupiga kura za uhakika. Swala la kuingia barabarani wanaotaka wao waingie wa barabarani, kwa sababu familia zao wengine haziko hapa nchini. Sasa wanapokuja kuhamasisha, sijui tuingie barabarani, sisi hatuko kule. Wanaotaka watakiona serikali, huwa haijaribiwe.